Mwanzoni kabisa nilivyobana sijapaka jeli aina yoyote, lakini pia kwenye video hii naomba nikuonyeshe jeli nzuri ambao una uwezo wa kuitumia hasa kwenye kubana nywele. Yes, iwe ni kubana kusukia, lakini mi leo nataka niitumie kwenye kubana tu. Nitatumia hii jeli ya soft and free hii hapa. Nitachukua kidogo sana, alafu nitakwenda kupaka sasa upande wa chini, nimesha, wakati nimesha ifunga nywele yangu, utapaka jeli kidogo sana. Usitumie jeli nyingi, tumia jeli kidogo tu kwa matokeo mazuri na ya haraka zaidi. Na uzuri wa hii jeli haiachi uchafu. Umeona nilivyo upande niliopaka jeli yangu ilivyoshika vizuri. Sawa sawa. Yes. Sasa wakati ninaenda kuibana nywele yangu hii naomba nikuambie kwamba jambo la msingi zingatia kuchukua nywele kidogo kidogo. Yaani chana nywele zako zote, hakikisha nywele yako yote inapita kwenye chanuo vizuri. Alafu gawa kidogo kidogo, nenda kaibane nywele ya mteja wako. Jambo lingine la msingi, hakikisha nywele ya mteja wako ni safi. Usibane nywele ya mteja ikiwa ni chafu. Unajua kuna wakati mwingine unaweza kawa una unabana nywele vizuri, una production nzuri, lakini nywele ya mteja pia ikakuangusha kutokana aidha na uchafu ikawa haikupi ule mwonekano ambao unatakiwa. Sasa kwao nitakuwa nakata nywele kidogo kidogo hivi, alafu naenda kuibana. Naomba nikukumbushe, jina langu ni Farida Othman kutoka Farida ya Beauty Academy. Tunawakaribisha sana chuoni kwetu kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Kwa wewe ambao unahitaji kujiunga na chuo chetu, tunakukaribisha. Kwa wewe ambao unahitaji kujifunza aidha ni makeup, kusuka, kitu chochote tu kuhusiana na saluni Tunakukaribisha. Ada zetu kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita Kwa mfano, unaposoma kozi ya miezi mitatu ni shilingi laki tatu Sasa kwa hiyo njoeni darasani, njoeni mjifunze, tunaelewana. Kuna vitu vingine unasoma eidha hauelewi online, njoo darasani, tenga muda wako. Sio lazima usome miezi yote mitatu, kuna kozi aidha ya mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu, mpaka hata miezi minne. Kwa wewe, angalia kile ambacho unakihitaji. Umeona nywele yangu nilivyoifunga vizuri. Kwa hiyo nitakachokuwa nafanya, ninafunga alafu, ninabana nywele yangu I mean. Nikisha ibana ninakwenda kupaka gel kidogo tu, nachukua tena nywele nyingine hivyo hivyo. Kwa hiyo mpaka namaliza kuibana nywele yangu, na uhakika kwamba sehemu zote zitakuwa zimeshika vizuri, lakini pia nywele yangu itakuwa imenyooka vizuri, hata ukienda kumtengeneza mteja wako. Sio ile unamtengeneza mteja, unajikuta kwamba ana kuna sehemu ambazo anakuwa hazijakaa vizuri. Hapana, nywele lazima inyooke vizuri. Funga tu hivi, wala usiwe na haraka yoyote, kwa sababu ukiwa na haraka hautopata matokeo ambayo ni mazuri. Kwa wale ambao mnatokea mikoani, hostili zipo. Kwa wale ambao mnatokea Dar es Salaam hapa hapa, una uwezo wa kwenda na kurudi. Sasa jinsi gani unaweza kujiunga na chuo? Nafasi zipo wazi, tunakupokea hata kama huna idea yoyote Njoo darasani, njoo chuoni kwetu, tutakupokea na tutakufundisha vizuri kabisa. Wale ambao mnatokea uh, uh, labda una ni mgeni Dar es Salaam, pia unaweza kutupigia kwenye namba ambazo unaona katika screen yako. Umeona nywele yangu ilivonyoka. Kwa nini naibana hii nywele? Nataka ni bane step zote uone, kwa sababu nataka uone jinsi gani unatakiwa kubana nywele. Tumia gel hii ambayo nimeitumia mimi sawa, lakini fanya prosesi hizi ambazo mimi nazifanya kwa matokeo mazuri na ya haraka zaidi. Katikati nitapaka jeli vizuri, alafu nitakwenda kukata wei ambayo itakuwa imenyooka. Nataka wei yangu yenyooke vizuri kabisa. Sasa, alafu baada hapo nitakwenda kuonyesha ni kitu gani ambacho kinafuata. Kwa hiyo nataka sasa nikisha bana hivi, nataka nirudi kwenye upande wa kubania rasta. Unajua niliweka rasta upande wa nyuma, kwa hiyo vumilia Chukua muda wako kama ambavyo mimi nimetumia muda wangu kufundisha, na wewe tumia dakika zako 10 15 kujifunza, utatoka ukiwa unajua, lakini pia utajikuta unafahamu vitu vingi kwa muda mfupi. Yes, kwenye comment naomba niambie kwamba either, je, mafunzo tunayatoa kweli yanakusaidia? Kama yanakusaidia, niandikie ndio yananisaidia, lakini kama pia hayakusaidia, niandikie kwenye comment hapo, alafu unaweza kapendekeza ni kitu gani ambacho wewe unakihitaji tukuelekeze tukufundishe, kwa kila kitu kinawezekana. Sasa mona nilichokifanya kwa, nitakwenda kupaka jeli yangu hivi ambavyo unaona, alafu nitachana. Nimetumia tu ki, ki, kichana hichi ambacho ni cha nini, kina kama kina chuma upande wa nyuma, sawa. Mi napenda meno yake yanakuwa ni madogo, kwa hata kwenye kubana inanisaidia kulaza nywele yangu vizuri kabisa. Sasa kwa hiyo kwa wewe kama una bibi harusi wako kufanya kazi ambayo ni smart kama hivi ambavyo unaona fuata hatua hizi ambazo nimekuelekeza, hutopoteza muda wako. Wakati mwingine kubana nywele kama hii unaweza kumbana mtu uh, kwa shilingi hata shilingi elfu kumi elfu kumi na tano sawa sawa, yes. Kwa hiyo haya, twende tukachukue rasta. Rasta ndotumia ni kutoka Darling Tanzania, unaweza kutumia aidha ni Glamu Zanzi, ukatumia Superstar, ukatumia Baby XL, ukatumia Sensation Braids. Sasa, sawa ni vile vile ilivyo, nitaenda kuibana na ile raba bendi yake upande wa nyuma hivi. Alafu nitakwenda kuanza kutwist nywele yangu. Nilikwambia nataka nikufundishe njia simple na rahisi, lakini njia hii itakuwa na uwezo wa kukusaidia wewe kujua haraka na ukafahamu njia ambayo ni rahisi mno. Ichana nywele yako vizuri kama hivi ambavyo unaona, unaweza kupaka mafuta vizuri, alafu baada ya hapo nenda kaigayo nywele yako katika sehemu au ile size ambayo unataka. Ukitaka ijae zaidi, unaweza kutumia kidoti kama hichi cha kwangu, lakini kama utakuwa hauna, pia sio lazima sana, sawa okay. haya hivi, nitabana nitabana na chupio. Nitakuja siku moja nili, nili huwa naona watu wengi huwa wanabana saluni, na nakuta mtu anaing'ata ile chupio anaipeleka kichwani kwa mteja alafu, yeah. Alafu aidha hey, iko kichwani kwa mteja tena ijakaa vizuri, anaitoa anaing'ata. Kwa hiyo embu sujitahidi tuwe vizuri. Nitakuja kuonyesha jinsi gani unakuwa na uwezo kuifungua chupio ili using'ate usi, usi, usi chupio kwanza sio salama, aidha umetoa kichwani kwa mteja umeileta mdomoni. Hata pia sio sio busara kutoa chupio mdomoni na kuipeleka kichwani kwa mteja, kwa hiyo hilo ni jambo lingine kwa ajili ya siku nyingine. Gani nywele zako size kama hizo, unaweza kogawa hata mara nne, mara tano, mara sita, tategemea na twist size gani. sawa sawa. Alafu twende tukatwist njia mbili, njia mbili tu za kawaida. Yeah. Kwa hiyo ile elimu ambayo tunaitumia kwenye kusuka rasta za njia mbili tutaitumia hapa hapa kwenye kwenda kuibana hii nywele yetu. Na size unaobana, size ambayo unagawa, gawa size ambayo ni moja. Usigawe vingine vikubwa vingine vidogo. Itaonekana ni uchafu. Kama ni vidogo, vyote viwe vidogo. Kama ni kubwa kubwa, zote ziwe kubwa kubwa. Are we together? Tuko sawa sawa. Eh? Okay. Haya, twende tukatwist. Sasa nilisha twist ile moja ya sample ni kitu gani? Kama hivi, kawaida tu twist nywele yako bila changamoto yoyote ya baada ya kwenda kuitwist. Sawa. Zote sasa nitaanza kwenda kuzisokota, ah, nitaanza kuzizungusha ili kwenda kutengeneza lile banio ambalo uliliona pale mwanzoni kabisa. Sawa. Kama utakuwa hujaelewa make sure uh, kwamba unajiunga kwenye magrupu yetu. Umeshasoma kama hivi, unahitaji kutuma feedback yako. Kwanza kabisa, hakikisha ume like video hii, hakikisha ume share video hii, hakikisha umeguza button nyekundu iliyoandika subscribe. Ukisha subscribe nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaiona katika screen yako. Chuo chetu kipo Dar es Salaam, Tegeta Nyuki. Kwa wale ambao mnahitaji kujifunza, tunawakaribisha sana. Kwa wale ambao mnahitaji Aidha ni huduma ni bibi harusi au ni mate wako, nahitaji warembwe pia, tunawakaribisha sana. Tunafanya makeup aina zote, karibuni sana sana sana. Tunaposema tunakuhudumia vizuri, huwa tunamaanisha. Karibuni. Kwa hiyo, baada ya kutwist sasa zote zile ambazo zilikuepo, nitaenda kuanza kuzizungushia sasa kichwani mwenye ile kidoti. Nadhani hicho kidoti watu wote huwa kinaitwa kidoti Tukazungushe hivi, tutazungusha tu na kidole, kama tunatengeneza ua. Sawa sawa, hivi umeona anachokifanya? Yes, kama natengeneza rose, unaibana, tengeneza nyingine tena hivyo hivyo. Alafu utaibana, ni rahisi sana yaani, ni rahisi sana, lakini utakuwa na kitu ambacho kiko very unique. Sawa, bana na chupio vizuri sawa sawa, okay. Bana nachupia vizuri alafu twende tuka tukaiweke kichwani kama hivyo ambavyo unaona, okay, haya mm-hmm. kwa tutazungusha, tutazungusha, tutabana, tutazungusha, tutazungusha, tutabana, hivyo hivyo mpaka pale ambapo tutamalizia okay Utazungusha utabana, utazungusha utabana, utazungusha utabana, mpaka utakapomaliza zile round zako zote. Kwa hiyo ubanaji huu, unaweza kubana bibi harusi, unaweza kubana maids, unaweza kubana mteja wa aina yoyote tu anaenda kwenye sherehe tu kawaida. Inawezekana sio lazima kila siku ubane vidoti tu vya kawaida, unaweza ku ongeza kitu kama hichi na ukapata matokeo ambayo ni mazuri. Naomba nikukumbushe jina langu ni Farida Othman, kutoka Farida Beauty Academy. Kwa mafunzo bora ya urembo na na ususi, karibu sana ujiunge na chuo chetu hivi ni Othman Kujiunga na magrupu yetu gusa batani nyekundu iliandikwa subscribe. Kama tayari ulikwisha kusubscribe, wewe nitumie tu screenshot. Asante na kwaherini, bye bye.